Yes, kuna tofauti ya nguvu za roho na hizi nguvu. Tofauti yake inakucha kupitia kwa matendo. Kama kuna kitu kinakula kanisa kwa sasa, ni kwamba kanisa halijaelewa roho wa Mungu na roho wa pepo au roho za miungu, na hiyo imefanya kanisa limerudi nyuma na kutoelewa ni wapi wanaweza kusimamia. Nataka ukaelewe tofauti ya nguvu za kiza au nguvu za miroho za mapepo ya utambuzi na nguvu za roho wa Mungu maana hauwezi kutofautisha mutu wa Mungu na mutu wa mwenye anatumia miroho za tisa bila kuelewa. Na hiyo ndiyo imefanya watu wananunua miroho ambazo sio za Mungu. Wanajua ya kwamba watu hawachaelewa mambo haya, sasa wanakucha kuyatanganya kutumia kutanganya watu nataka sasa ukaweze kuelewa ili kusaidie kuelewa huyu e, e, ni mtu wa Mungu na huyu si mtu wa Mungu. Sasa ni nani ambaye anaweza kukusaidia? Mwenyewe uamue. Nataka tuangalie kitabu cha cha Waamuzi mlango wa saba. Mlango wa saba, tusome mstari wa, wa kumi na mbili, tuendelee hadi mstari wa kumi na tano. Maandiko yanasema, wa Midiani wa Amaleki wa na watu wote wa mashariki walilala pondeni, wengi kama sike, na ngamia wao wasiohesabika wengi kama mchanga wa bwani. Usara wa 13, wa Waamuzi 7:13. Kidioni alipofika akamusikia mtu mmoja akimusimulia mwenzake ndoto yake, niliota ndoto niliona mkate wa shairi ukifingirika hadi kambini mwa Wamidiani ukalipika hema na kulipindua chini juu hema likalala chini chini. Mwenzake akamujibu iyo hiyo, inamaanisha tu upanga wa yule Mwisraeli Gideoni mwana wa Yoashi ambaye mikononi mwake Mungu amewatia wa Midiani pamoja na jeshi lake. Kitioni aliposikia masimulizi hayo ya ndoto na tafsiri yake, alimwabudu Mungu, kisha alirudi kwenye kambi ya Waisraeli akasema, amkeni twende maana Mwenyezi Mungu amelitia jeshi la wamitiani mikononi mwenu. Basi akawakawa aka wale watu mia tatu katika makundi matatu, akawapa tarumbeta na makudulia yenye nyenge. Kitioni alipokuwa ameteuliwa na Mungu kuenda kuokoa wana wa Israeli aliweza kukundua penye kuna, nje, kuna kambi ya maadui wake ambao ni wa Maleki na Wamidiani. Nao walikuwa wamekusanyika. Maandiko yanasema kwamba walikuwa wamekusanyika wengi kama mchanga, wamekucha na farasi zao, wamekucha na silaha zao wamepika kambi chini ya ponde, lakini huyu mtu anaitwa Kidioni akaweza kunyemelea usiku, akanyemelea usiku, akaenda akasimama kwa ukuda kwenye kambi ya maadui. Wakati alikuwa amesimama kwa ukuda, ameteka sikio lake akasikia mtu mmoja anasema ndani ya kambi ya maadui ya kwamba niliwota ndoto kitu kilikuja kinafingirika kama mkate, kikaweza kuipika hema kambi yetu yote, hema likapinduka pinduka na kisha likalala chini. Mwezaka akaanza kumwambia, akaanza kutafusiri Akisema huyo haikosi ni upanga wa Kitioni mwana wa Yoashi ambaye Mungu amechukua, amechukua macheshe wa Mitiani na kuweka mkononi mwake. Basi akaliposikia Kitioni akasikia uchumbe ule, aliposikia uchumbe ule Kitioni akatoka mbio akaenda kwa wenzake akawambia sasa, amka, chukua tarumbeta. Akawakawa watu mia tatu, akawakawa makundi matatu, yaani kila kundi likiwa na watu mia moja. Akasema twende twende, maana Mungu amewaweka wa hawa watu mikononi mwetu. Ndiyo nataka nikuambie mpendwa, ya kwamba una kuna uwezekano hata ukiwa mwaputumiungu Mungu akuletee ndoto. Wa Midiani ni waputumiungu, lakini wona wanaota ndoto na tena wanajua kutafusiri. Mutu kuota ndoto na kutafusiri haimaanishi ya kwamba huyu mutu ni wa Mungu. Kitu kinachomaanisha huyu mutu ni wa Mungu ni kuangalia madhabahu yake ni nani ambayo ako ndani yake. Hawa ni wamitiani wenyewe wanatafusiriana, lakini baada ya kutafusiriana hawana uwezo wa kubadilisha ndoto. Tofauti ya watu wa Mungu na tofauti ya watu wa Shetani ni kwamba mtu anayeabudu miungu anaweza kuwa na ndoto, anaweza kuwa na ufunuo, anaweza kufanya unabii, lakini hawezi kubadilisha hayo mambo mabaya yakarudi akawa mazuri. Sasa mtu atakwambia tu atakwambia tu eh! Wewe unajua mtu ambaye anakuroka ni fulani, mwapa ambaye anakuharibu ni fulani. Mtu anakuambia tu fulani ndiye anakushughulikia, eti mtu mwenye ako mahali fulani, anakaa hivi na anakaa hivi na anakuwaja hivyo, huyo jo ya kwamba ni mwabutumiungu. Tofauti ya mwabutumiungu na mtumishi wa Mungu, mtumishi wa Mungu ni kwamba akiweza kuonyeshwa, anapewa na jibu, anakuletea jibu, anakuletea jibu ambalo linabadilisha mambo haya. Mungu alipoenda kwa mtu anaitwa Nuh, alifika kwa Nuh, akamwambia Nuh, Aka kwa siku arobaini wa aya, watu wanaenda kukufa, na kwa vile watu wanaenda kukufa, wewe umepata neema. Sasa hakusema watu wanaenda kukufa kwa karika na akamwacha Nuhu hapo. Alimwambia -a, watu wanaenda kukufa kwa karika kwa sababu ya dhambi, lakini sasa wewe tengeneza sa safina, uingie ndani ya safina na milango ifungwe, wewe utapona. Alileta uchumbe wa kifo na akaleta na uchumbe wa kupona. Mutu wa Mungu, Mungu anampa tahadhari. Baada ya kumpa tahadhari, anaambia tena, Mungu anampea na uchumbe huyu mutu afanyaje, ili akaweze kupona. Sasa ni vizuri mtu wa Mungu akaweze kutambua ya kwamba kuna vita vinatokea mahali fulani. Baada ya kutambua kwamba vita vinatokea mahali fulani, anakupea na njia suluhu ya kuweza kukusaidia usiingie ndani ya hiyo changamoto. Andea kitabu cha Wafalume, Wafalume wa Kwanza, ukisoma kuanzia mlango wa pili na mlango wa tatu, tunapata pale chama alikuwa anaitwa Adonia. Adonia ni mtoto wa mfalume Daudi, lakini Adonia alifanya njama akakusanya makomanda fulani wa Daudi pamoja na makuhani fulani waliokuwa wa Daudi, kama Daudi ameseeka akaenda kujiapisha kwa mfalume lakini tulikuwa na mtu wa Mungu nabii anaitwa Nadani akaweza kugundua ya kwamba siku moja tulikuwa na ujumbe wa Daudi ambao Daudi aliambia Bedisheba ya kwamba Solomoni atatawala. Sasa hapa ilikuwa ni kwamba Solomoni ananyang'anywa haki yake ambaye alipewa na baba yake pamoja na Mungu. Nathani akaenda kwa Bathsheba akamwambia, Bathsheba, unajua ya kwamba ufalme huko unaenda Adonia, amejipanga naye ako, ana maana chukua ufalme wa Solomoni. Wewe umeelewa? Bathsheba akasema sijui akasema sasa nifanyeje? Aya, Natani akamwambia chukua ushauri huu sasa, anaondoka moja kwa moja hadi kwa Daudi umkumbushe, maana Daudi hana habari ya kwamba ufalume wa Solomoni unaenda. Ukamwambie Daudi ya kwamba haukusema kwamba Solomoni ndiye atakaye ruti kwa kidi chako. Unaona, nadhani analeta ujumbe ya kwamba Solomoni anaenda kupoteza na kipoteza mama yake pia ako kwa hatari. Hakuleta ujumbe wa kunyang'anywa ufalme na kuachia pale, alileta ujumbe wa kunyang'anywa, na akaleta ujumbe wa suluhu. Akamwambia enda kwa Daudi, wakati utaingia ukieleza haya maneno, nami nitafika pale nikaweze kuhakikisha ya kwamba unayosema ni ukweli. Huyo ndiyo roho wa Mungu. Unaleta chanzo cha matatizo na unakuwa na chanzo cha suluhu. Ukiwa mtumishi wa Mungu, usikuwe mtu wa kutisha mtu na kumwacha kwa njia. Kama unakutana mtu ambaye anakuletea uchumbe wa kukutisha na anakuachia kwa njia, elewa ya kwamba huyo si mtumishi wa Mungu. Mungu akileta onyo kwa mtu huwa analeta na jibu. Alafu sasa, mimi nikisha kukupatia onyo pamoja na jibu, madhara yatakupata kwa sababu umepuuza kutekeleza nililokuambia. Petishepa alipaambiwa aende kwa Daudi na Tani akamwambia, nitakufuata, nihakikishe. Kama Bathsheba hakeenda kwa Daudi hangeenda kwa Daudi, makosa ingekuwa yake, lakini akasikia yeye, akarauka akaingia kwa mfalme, akauliza mfalme maandiko yanasema ya kwamba akainama akasema, mfalume haukuwapia mtumishi wako ya kwamba Solomoni mtumishi wako ataweza kurudi badala yako, na sasa naona nasikia atonia ameanza kutawala, eliulio sema yako wapi? Alipokuwa akiendelea kusungumuza natani, naye akaingia kwa mlango akasema, mfalume mambo ambayo petishepa anasema ni ya ukweli, mambo haya ulianena, imebadilikia wapi? Daudi akasema sina habari, tafuta makuhani, ita Sadoki Leta nyumbu wangu, farasi wangu mwenye natembelea, chukua mafasi ya ufalme mufike Solomoni, nanjisunguka katika Yerusalemu, sunguka Yerusalemu yote mukitangaza ya kwamba Solomoni ndiye mfalme. Mambo yakabadilika ni kwa sababu ya nini? Nadani alikuwa mtumishi wa Mungu alileta tahadhari na akaleta najibu. Ukitaka kutambua ya kwamba huyu mutu ni muongo, huyu mutu ni jina la pasta lakini si pasta, huyu mutu ana jina la mtume lakini si mtume, ni mtu ambaye anakuletea habari ya kukutisha ya peke yake, lakini hawezi kukuletea suluhu chenye unaweza kufanya. So, nataka ni kwa, i, ya kwamba nadhani alikuwa anacua Atonia alicua penye Atonia anafanyia e, e, sherehe zake lakini yeye hakuambia Betishepa ya kwamba enda uangalie Atoniya, uende uambie Atoniya ya kwamba baba yako alisema Solomondi atakuwa mfalme. A, a, yeye alienda kwa sosi, sosi iliyopatia na ufalme ni mitauti. Akaenda kwa sosi, mutu akitaka upone Iwapo kuna onyo mbaya imekuja kwako, inafaa akuelekeze kwa sosi, kwa sosi kwenyewe Mungu aliye kuahidi baraka. Mwenyewe mutu akuelekeze kwa Mungu, akwambie mambo haya yamekuja, na kwa sababu yamekuja, inafaa utuende mbele sa Bwana tukaulishane na Mungu ya kwamba kimeharibikia wapi. lakini mtu kucha kutisha tu anakuonyesha uende kwa twi uende kwa twi, atwi hana jibu lako. Wakati mwingi Ana wakati alikuwa hana mtoto alikuwa kila wakati akiamka Penina, akiamka Penina, akiamka Penina. Mungu akasema sawa, endelea kutukuza Penina. Ukimaliza kutukuza Penina, utakuja kulitukuza. Akatukuza Penina, akamaliza. Alipomaliza kutukuza Penina <laughs> akaona hakuna kitu hata siku moja, akakombanishi Elikana. Elikana akamuuliza we, Ana, mimi sai wasimamishe hapa watoto kumi na wasimamishe nini hapa na waseme chakua moja tuende na watoto ama tuende na washe, utachakua kani? Ana akasema nachakua wewe. E, Ikana kasema, vash na mimi niko na wewe. mm -hmm. <laughs> <Amen>. <laughs> Ana, ni kwa nini unapika nduru? Tulia ukule ukali. Ana akacherewa, nataka nikuambie wakanga na wachawe manabii wa uongo waliofaa ngosi ya kondoo watakuchelewesea kwa adui, uendelee kulia na kutukusa adui wanakuchelewesha. Iyo muta wange kwa Mungu nao wendo malisha na Mungu ana alipokundua yakwabakaa na malisa ya wakati, naye akafunuliwa akaenda mbele sa Mungu akaambia Mungu, mimi niko hapa, mimi ndiye yule nimetukanwa

adui hana jibu lako. Adui, adui wa Solomoni, ambaye alikuwa ndugu yake Adonia, yeye hakuwa na jibu lake. Yule aliyekuwa na mafuta yake ya utawala alikuwa baba yake, alikuwa na nabii wa kweli ambaye anatembea na Mungu anaitwa Nathani. Akapata ujumbe wa adui ya kwamba anataka kunyang'anya, yeye hakuambia Solomoni na Bethsheba ya kwamba twende kwa adui tukaaribusha sherehe yake. Alisema la, tunaenda kwa Mungu ambaye alisema Solomoni ataweza kurudi kwa nafasi ya baba yake. Walipoenda kwa yule ambaye Mungu alinena naye, ambaye ni mfalme Daudi, Solomoni alianza kuongoza. Chipulako haliko kwa adui yako, wachanja wasikucheleweshe kwa adui. Tafuta Mungu. Mwambie Mungu, hii kitu wengi walinipea. Mwambie Mungu. Maana wewe unajua ni wapi umetembea. Unajua umeharibikia wapi? Malisha na Mungu kama nikuomba msamaha uombe. Yesu akutakase kwa damu yake. Huenda kuna marecha, kuna malana, siliweza kuharibu maneno. Wakati utamrudia Yesu utengeneze na yeye akufanye kiumbe kipya alichokuahidi atarudisha. Barikiwa katika jina la Yesu. Majina yangu niita Apostle Nicodemus, kanisa letu ni Word of Grace, na kualika mahali popote ulipo ya kwamba ujumbe huu hau kuna mengi zaidi, wakati una nafasi na kukaribisha. Wakati unaingia kwa madhabahu, kuna neema pia ya madhabahu na Mungu atakubariki e, kila mahali ambapo huko. Nataka ni kuonya ya kwamba kuwa makini kusikia ujumbe wa Mungu na kutofautisha, ili mchanja asikucheleweshe. Nataka niombe na wewe. Inua imani yako na maombi haya yanaenda kurejeshea kile ambacho kilikuwa kimepotea. Baba katika jina la Yesu ninaombea mpendwa huyu. Umenena na yeye majira haya, alikuwa amekata tamaa, kwa sababu ametanganywa hata na kuondoshwa kwa njia na uchuma ambao sio wako, namuondolea kila miroho za kuamini uongo katika icina na nena ya kwamba apokee roho wako, wako wa kuamini ukweli. Mpee roho ya kutambua uchumbe wako na ambao sio wako, kama ulivyomupa mama yule washerebda macho ya kiroho, roho ya kutambua huyu ya ni nabii alipotambua baraka yake liasia ya. Apo Baba utakapoachilia roho ya kutambua uchumbe wa ukweli na wa uongo ndani ya moyo huu, hatua yake ya kuingia kwa baraka itakuwa imeanza. Bariki maisha yake, bariki maono yake, linda kazi hiyo, weka ndani yake, ukamuinue na kumbariki, na jina lako likukuzwe. Pokea sifa, Mwokozi, maana unastahili. Katika jina la Yesu naubarikia. Ah, asante. Mi Mungu akubariki.